Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam inamshikilia Stanley Bulaya, mkazi wa kata Nguruka, wilayani Uvinza, mkoa wa Kigoma kwa tuhuma za kumteka mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka nane mwanafunzi wa shule ya msingi Mbezi ya jijini Dar es Salaam. Tukio hilo la utekaji lilifanyika Machi 6 mwaka 2025, eneo la Mbezi Luis, wilaya ya Ubungo, mtoto huyo alipokuwa anaelekea shuleni baada ya kushushwa na baba yake mzazi kwenye kituo cha daladala jirani na anaposoma. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Jumapili Machi tisa, 2025, kamanda wa kanda hiyo, Jumanne Muliro amesema siku hiyo mtoto hakurudi nyumbani hadi saa moja jioni, wazazi wake walipoanza kumtafuta, huku akiwasiliana na mwalimu aliyepigiwa simu na mtuhumiwa kutaka namba za wazazi. Na nukuu, mtuhumiwa alichukua namba ya mwalimu kwenye daftari la mtoto na kuwasiliana na mwalimu akitaka namba za wazazi, na alipopatiwa alikuwa anataka pesa tena, kwa vitisho wasipotoa mtoto huyo atamdhuru na kumpotezea maisha yake, amesema Kamanda Muliro. Amesema Jeshi la Polisi kwa kutumia wataalamu wake na kuhusisha kamishen ya kutumia sayansi ya intelijensia walifanikiwa kufuatilia na juzi Machi nane, elfu mbili na ishirini na tano, mtuhumiwa alikamatwa Bagamoyo mkoani Pwani akiwa na mtoto. Kamanda Muliro amesema baada ya kukamatwa mtuhumiwa alipelekwa katika kituo cha polisi Oysterbay wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam amesema wakiwa kwenye taratibu za kumweka mahabusu mtuhumiwa alikurupuka na kufanya jaribio la kutoroka akiwa chini ya ulinzi. Jitihada za ulinzi zilifanyika za kumpiga risasi juu za kumtahadharisha, lakini alikaidi. Kamanda Muliro amesema baada ya kukaidi alipigwa risasi ya kwenye paja na kukamatwa tena kisha kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu, kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya. Mzazi wa mtoto huyo, Johnson Koranya, amesema siku hiyo saa nne asubuhi. Alitoka nyumbani na mwanaye akimpeleka shuleni na alipofika kituoni alimshusha na yeye kuendelea na safari ya kwenda kwenye kazi zake. Nikiwa kwenye shughuli zangu ilipofika saa moja jioni nilipigiwa simu kutoka nyumbani kuwa mtoto hajarudi. Ikabidi nimpigie simu mwalimu wake wa darasa na alituambia bora, bora mmenipigia. Kuna namba ilikuwa inanisumbua sasa hivi amesema Koranya. Amesema mwalimu aliwapa namba mtuhumiwa kwa sababu alihitaji kuwasiliana na wazazi hao. Koranyi amesema alipopatiwa hiyo namba aliwasiliana naye na aliwaambia mtoto anaye, na anachohitaji ni shilingi milioni hamsini. Baada ya kutajiwa kiasi hicho, ilibidi kwenda kutoa taarifa polisi kituo cha Magufuli kilichopo Mbezi Luis na walisema tuachie jeshi lifanye kazi yake. Lakini wakati huo nikiendelea kuwasiliana na hao mabwana, amesema amesema kupigwa simu kote huku alihitaji pesa na jibu lake lilikuwa anajitafuta bado hajapata, huku akimtishia akichelewa atapata maiti ya mtoto wake kama asipotuma kiasi hicho cha pesa. Hadi kufikia juzi, amesema alipigiwa simu aende Kigamboni, kisiwa cha Pemba, akachukue maiti yake. Baada ya kuambiwa hivyo, alifunga safari ya kuelekea ilipoelekezwa. Lakini alipokuwa Kimara alipigiwa simu na polisi kuwa mtuhumiwa amekamatwa akiwa na mtoto wake.